Na mwanamke tunaendelea kujifunza eh, kuelimishana tu, kumulikiana kwa namna mbalimbali. Bado tuko kwenye kipengele cha malkia mwenye nguvu. Malkia mwenye nguvu maana yake ni mwanamke hodari, mwanamke aliyeacha alama mbalimbali mbali katika maisha yake alama njema. Eh, karibu sana eh, nataka tu kuongelea katika kipengele hiki jambo moja. Katika ulimwengu huu sasa hivi kuna changamoto imeingia nyingine kwa mwanamke Ulikuwa na changamoto hapo nyuma, changamoto ilikuwa moja, mwanaume kwa mwanamke, lakini sasa hivi kuna changamoto ya ulimwengu wa digitali, ulimwengu wa mwendokasi, ulimwengu wa mitandao ya kijamii. Mwanamke kaa makini na kuomba tu. Mwanamke unapoingia katika, unapotumia simu, unapotumia mtandao wa kijamii, unapotumia aina yoyote ile ya, ya digitali, basi ingia na akili zako, ingia na elimu yako elimu uliyoipata mashuleni na vioni, itumie akili uliyojifunza sehemu mbalimbali, kwa wazazi na watu wengine, ingia naye, ili utumie mitandao ya kijamii kwa ajili tu ya kukuimarisha, ya kujenga na kufanya ukamilishe yale ambayo unapanga kufanya hapa duniani, staili ya maisha, maisha mema uliyopanga kuishi hapa duniani It, usiumbishwe na mitandao ya kijamii na kupotea kuingia katika mambo mengine. Unaweza ukafanya biashara nyingine, kazi nyingine au ukapoteza muda wako kwa ajili ya mtandao wa kijamii. Mitandao hii ina mambo mengi kama mambo mema kama channel hizi ambazo zinajituma kusaidia watu, lakini kuna mengine maovu tu, mabaya tu ya kupotezea muda na kuomba uingie na akili zako na elimu yako, endelea kuimarisha kujenga, jifunze mambo mbalimbali kama haya ili uimarike Lengo langu uwe malkia mwenye nguvu. Endelea kunifuatilia kunifatilia, na endelea tu nitafafanua mengi katika channel hii. Kana